Naya sasa, wale wazee wakuto kumaliza kazi, wale wazee <laughs> nani amekupitia hivi eh? Nani ane ukumbukumbu mpaka leo hivi eh? Nani anee ukumbukumbu mpaka leo na ulizeni, wale wazee wakuto kwenda kusaisha kwa mwalimu, mpo, mpo. Haya, wale wazee wakuto kwenda kwa mwalimu eh? Wale wazee wa kutokwenda kumaliza kazi, kutokwenda kwenda kwa mwalimu, nani anao mpaka leo ikumbukumbu? Tuma kama unayo, kama unayo tuma e, e, e, e, e. A maliza kazi hapo umeandikiwa nione, hapo umeandikiwa maliza kazi. <laughs> wale wazee wa kuto kumaliza kazi shuleni, shule jamani kama hyo kuandikiwa hivi, hebu comment kidogo hapo, tuma za kwako tuone, wazee maziwa kutoka kumaliza kazi, mpaka unaambiwa maliza kazi hey. Unacho bwana? Haya, kama unayo nitumie, kama unayo nitumie. Ngapi hiyo?